ya miezi kadhaa ya mazungumzo yenye mvutano, hatimaye Marekani imetia saini mkataba na Ukraini wa pamoja wa rasilimali zake za nishati na madini. Nchi hizo mbili zimekubaliana kuanzisha mfuko wa uwekezaji wa ujenzi ili kuchochea ufufuaji wa uchumi wa Ukraine kutokana na vita vyake na Urusi. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bensett, alisema ilionyesha pande zote mbili zimejitolea kudumisha amani na ustawi wa kudumu nchini Ukraine. Kwa Kievu, mpango huo unaonekana kuwa muhimu katika kupata msaada wa kijeshi wa Marekani. Ukraini inaaminika kuwa na akiba kubwa ya madini muhimu kama grafiti, titanium na lithium. Uhitaji wa madini hayo ni mkubwa kwa sababu ya matumizi yake katika nishati mbadala, kijeshi na miundo mbinu ya viwanda. Makubaliano hayo yanakuja huku kukiwa na vita vya kibiashara vya Marekani na Uchina. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Wizara ya Fedha ya Marekani Jumatano alasiri, mfuko mpya wa uwekezaji wa ujenzi mpya wa Marekani na Ukraini unatambua msaada mkubwa wa kifedha na nyenzo ambao Marekani imeipa Ukraini. Tangu Urusi ilipoivamia Februari mwaka 2022. Waziri wa Fedha wa Marekani alisema katika taarifa yake ya video kwamba mpango huo utasaidia kufungua ukuaji wa Ukraine. Taarifa hizo zinaonyesha mshikamano zaidi na Ukraine kuliko ilivyo kawaida katika utawala wa Donald Trump. Inarejea uvamizi kamili wa Urusi na inaongeza kuwa hakuna serikali au mtu ambaye alifadhili au kusambaza silaha kwa Urusi